Mchambuzi wa michezo uh, kutoka nchini Tanzania Ibrahim Masoud Maestro amepongeza serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuishika mkono sekta ya michezo kwa kutoa hamasa mbalimbali kwa Goli la Mama. Hii ni taarifa yake. Sio level ya club, level ya club unaona, sasa huku tumesogea sana kwa sababu unaweza kuona kwamba eh, development kwenye kwenye level ya club ambayo ilikuwa chini sana. Kwanza unaweza kuona ligi imekua Uh, imekuwa kubwa lakini serikali kwa kuachia tu wachezaji kadha wa kadha kutoka nje ya nchi kuifika hapa eh, na wao wakachukua kodi yao, lakini kuruhusiwa kuja kufanya kazi katika nchi kumesukuma tena football eh, kwenda juu. Leo ligi yetu ni ya tano, lakini kama serikali singekubaliana na haya, kuruhusu hawa watu kutoka nje kuja kufanya kazi hapa, nikiwa na maana ya wachezaji katika hivi vilabu, means tusingefika hapo tulipofika, lakini tumefika ligi namba tano kwa ubora, vilabu vyetu vinafanya vizuri na mama amekuwa involved kwenye, eh, kila goli ambalo linalofungwa. Kwa hiyo nadhani hiki sasa hiki kimeweka msukumo pia mkubwa sana, ukifunga goli mbili goli tatu nne. Nadhani moja kati ya timu ambazo zilivunja sana rekodi ilikuwa ni Yanga eh, kwa kufunga goli nyingi, lakini baadaye Simba nao wakaja wakapata hiyo kufunga goli nyingi. So mwisho wa siku, one of the thing ambayo pia ikaweza kuweka msukumo ni hilo goli sasa la, la mama, unaona. Ukiacha hivyo kwenye sekta hii hii ya sports unaweza kuona eh, wanariadha nao eh, riadha kupata nafasi ya kujingiwa nyumba makao makuu ya nchi Dodoma, of course ni kitu kikubwa sana. s so, um, iko mifano mingi sana kwa mfano uh, leo tuzungumzie budget ya club. Budget ya club a nchi hii iko chini sana. When we, uh, you want to make ile comparison na vilabu vya North Africa for, for instance ambazo hao ni competitor wakubwa sana so, ukiacha west vilabu vyao vimekuwa viko chini sana. Zamani walikuwa hapo ASEC Mimosas ziko kiasi fulani, walikuwa wako juu sana, mabingwa wa 1998 if I'm not mistaken, lakini kwenye mazingira kwa ile wakaje nyimba hapo katikati wakachukua back to back, lakini wakubwa ni ni north. Ku compete na vilabu vya north ni, ni, ni kitu kigumu sana, why because uh, budget in terms of budget yako ni kubwa sana haya, private jets wao wana uwezo wa wow, wow, kukodisha ndege kwa sababu infrastructure inakutaka utoke Dar es Salaam uende ukacheze Libya au utoke Dar es Salaam ukacheze Morocco. Safari yake kwa ndege ya, ya ya, ya, abiria <laughs> nadhani ni siku mbili, siku tatu ambao unapoteza njiani na mazoezi involvement ya serikali imeingia pale club zinapokwenda kulia, kwamba mnataka msaidiwe nini? Tunataka tusaidiwe usafiri moja kwa moja. Kumekuwa kuna hizo private jets, serikali imekuwa ikijitolea ifanye involvement ya kutoa usafiri, timu inakwenda moja kwa moja na ndege, nacheza mechi siku moja, ndege inawasubiri na kuja kuwachukua. It's the same same to national team, kwa sababu mimi nimewahi kushuhudia safari moja ya national team. Kinshasa ni mbali, lakini unaweza kuona serikali imetoa ndege kama hivyo. So involvement ya moja kwa moja ya, ya, ya, ya, ya, ya Rais Samia na, na, na, na wanamichezo imekuwa ni kubwa. Ukiangalia kwenye mazingira ya namna hiyo, ukikata hizo cost ki kweli zilikuwa ni kubwa sana, kuisafirisha timu kutoka Dar es Salaam unakwenda Moroko upite Dubai eh, upite nani Qatar, inakuwa ni, ni kitu kizito sana, mpaka timu ifike nadhani taabani. Kwa hiyo wenzetu wanaosafiri kwa hizo private jets tunaona wanakuja mara moja, papo wanakuja wanacheza mechi, wanapata matokeo yao naondoka zao. So angalia kwenye kwenye kwenye involvement hii hii, ndio unaweza kusema kwamba kiukweli serikali imeweza kuweka msukumo wake mkubwa sana na kuweza kusaidia hivi vilabu vyetu katika mazingira hayo, nikiacha kuizungumzia goli la mama. So other involvement ni hiyo.